Waliona sio hapa tu, makanisa mengi waliona. Sio sisi tu, kila kanisa kila mtumishi wa Mungu wa kweli, Mungu alimwonyesha kwa sababu ni, ni ahadi. Hata fanya jambo bila kuwajulisha watumishi wake. Waliona wangapi? Wanakumbuka wana, wana, wana, wana, wana, wana baba yetu, waliona kwa habari ya treni Mungu anakujulisha siri, sio kwamba we, u, u, sio kwamba alienda kwenye treni, yeye yuko tu nyumbani, ila Mungu anamwonyesha siri. Ukiwa unamtumikia Mungu, Mungu atakuonyesha siri za mambo yajayo, mipango mibaya iliyopangwa, hata mazuri ambayo yatakayo kutokea. Mungu atakuonyesha siri. Mtumikie Mungu, kimtumikia Mungu unajua siri zote. Ukiwa mtumishi wa Mungu hakuna jambo familia yako baya itapanga kufanya usilione, utaona tu, utajua. Kwa hiyo Elisha, yeye amekaa chumbani, anajua siri za mambo Shamu anapanga kuyafanya. Sio mara moja, sio mara mbili. Sasa huyo ambaye anakuwa anashindwa vita mara kwa mara akajiuliza, hii inakuaje? Kwa nini mimi kila navyotaka nishambulie nagundulika nani? Huo anatoa siri. msara wa kumi na moja. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hili, akawaita tumishi wake akawambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Je, hamtaniambia? Mmoja mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli. Jamani, mtu ambaye yuko Israeli anajuaje mambo ya huku? Jibu ni kwamba anamtumikia Mungu. Jibu ni kwamba anafanyaje? Anamtumikia Mungu. Ukimtumikia Mungu unajua mambo yote, unajua mambo yote. Hebu jipigie makofi, unajua mambo yote. Yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno unayoyanena katika chumba chako cha kulala. Yaani, kikao hichi ni namna gani kilivyo cha umuhimu na cha siri. Raisi wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kikao hakifanyiki Ikulu, anawaita watu chumbani anakolala, kwa sababu anaamini huku siri haiwezi kutoka. <laughs> Mungu ni kiboko, Mungu ni hatari. Yani kwa sababu anayemtumikia Mungu yumo kwa niaba ya Mungu, yani anayemtumikia Mungu anafanya kazi kwa niaba ya Mungu kama huwezi kumficha Mungu a, a, a, a, a, hata mtumishi wake huwezi kumficha. Na ndio maana usijidanganye kwamba mimi niko hapa kwa kalenganishani, ila namficha baba asijue. Unamficha baba asijue? Wewe huyo aliyekabidhiwa hii kazi, huna cha kumficha, anajua yote <laughs> anajua yote, ila kuna mengine anaamua tu kukaa kinya, ila anajua yote. moja nakumbuka, nikamfata baba, nikamwambia baba kuna hili, kuna hili kuna kuna hili. Hili najua. Nikas... Nikas... tena anambia, sio wewe unaniambia mimi, nimeona kwa macho. Akasema toba wewe tu baba, mimi nimesikia kwa masikio yeye, sio kwa masikio yeye, ameona kabisa kwa sababu hii kazi Yesu ndio amekabidhiwa am, am, am, am, atuongoze. Kwa hiyo hakuna uharibifu unaweza kutokea Mungu asimjulishe, labda asiwe mtumishi wa Mungu kweli kweli. Nami navyojua ba, ba, baba yetu ni mtumishi wa Mungu kweli kweli, hana janja janja, hana janja janja. hana janja janja yani hana uongo, yani uongo uongo hana. Yeye amenyoka hivi, akikwambia kitu hata kama ukiamini kitakupata kwa sababu hii kazi wanaoifanya sio ya kwao, ni ya Mungu. Kwa hiyo Mungu hata ruhusu jambo lifanyike bila kuwajulisha wa taarifa kwa. Elisha amekaa chumbani, mara ya kwanza, mara ya pili, anatoa siri. Angalia kikao kicho cha muhimu hiki, chumbani. Chumbani Christopher, hamna kazi ngumu kama uko chumbani na mke wako mnapiga umbea Alafu mtu anajua yuko mbo, yuko Morogoro, anajua inauma sana <laughs> kama mnayoongea ameyajua mnayoyafanya, <laughs> kwa sababu yeye anajua yote, anafahamu yote. Kama huwezi mwambie mwenzako rafiki, kama huwezi kumficha Mungu, kuhusu mimi pia hutanificha, mwambie kama Mungu huwezi kumficha mambo ya duniani, hata mimi huwezi kunificha. Mungu akupe uelewa na maarifa na hekima, ujue yote katika jina la Yesu, uone yote kwa jina la Yesu. Watakuwa wamepanga mipango yao mibaya, ila mungu atakuonyesha. Watakuwa wamepanga mume wako afe na ajali, mungu atakuonyesha. Watakuwa wamepanga mmeo apate mabaya, mungu atakuonyesha. Mungu wajulishe watumishi wake mambo yote ya sirini, ni maombi yangu mbele za Bwana, akuonyesha yote katika jina la Yesu, akujulisha yote katika jina la yesu Kristo. Kama unafanya kazi yake, akuonyesha yote akujulisha yote. Sema amen. Wa Mungu anajua yote kwa niaba ya Mungu. Kama nipo kwa niaba ya Mungu jua jambo fulani, huwezi kunificha. Maana ukinificha mimi umemficha Mungu. Mfalme yuko chumbani kwake. Sio ikuru. Sio ikuru, chumbani kwake, mahala anapolala. Amewaita watu sita, watu saba wapange namna kumpiga kuipiga Israeli. Huyu Mungu ee, ni Mungu wa namna gani ambaye hakuna kinachomficha? Kwa sababu yeye ndio muumbaji wa mambo yote. Yeye ni yote katika yote, yeye ni alfa na omega, yeye ni mwanzo na mwisho. Hakuna siri mbele zake, vitu vyote vi wazi na utupu mbele zake. Hakuna kitu ambacho unaweza kumficha Bwana, vitu vyote viko wazi na utupu mbele zake. Dunia yote iko wazi, nchi yote iko wazi. Daudi akasema, niende wapi nijifiche na uso wako? Nikienda mbinguni, wewe huko, nikienda duniani pia wewe huko, nikienda majini, chini ya dunia, huko nako pia hupo. Hii ina maana kwamba hakuna kitu ambacho unaweza kumficha Mungu. Unaweza kuficha binadamu wa kawaida lakini Mungu hawezi kumficha. Nami pia natangaza wewe kwa niaba ya familia yako, hakuna jambo unaweza kufichwa katika jina Yesu Kristo. Likitokea jambo kwenye familia ndani ya ukoo wako, ujue yote, ufahamu yote, ujue yote, ufahamu yote, kwa sababu upe, kwa niaba ya familia, pokea hayo katika jina Yesu Kristo, ya kupate hayo kwa jina Yesu, ya kupate hayo katika jina Kristo, ujue yote kwa jina la Yesu Kristo. Sema asante Yesu, kwa maana mimi sitafichwa na jambo lolote, nitajua yote. Kwa hiyo ni faida ya kumtumikia Mungu, unajua yote, hufichwi kitu. Ndo maana, kwa nini unaota na ii, kuwa mtumishi wa Mungu sio mpaka uwe MP AP RP ama SNP ama maskofu yoyote, ambaye alisema Bwana Yesu, nakupokea wewe, uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu, huyo ni mtumishi wa Mungu huyo ni mtumishi wa Mungu. Sasa leo nataka tuangalie faida mbili tu. Ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, tuombe. Faida mbili tu, tumeangalia faida hiyo ya kwanza, kati ya zile faida zingine zote za kumtumikia Mungu. Faida nyingine tumeangalia hiyo faida ya kwanza, ni mtu mmoja anasimama kwa, kwa niaba ya Mungu juu ya taifa Elisha yeye alisimama kwa niaba ya Mungu kwa ajili ya taifa zima la Israeli, sio kwa ajili ya nyumba yake, kwa ajili ya taifa zima. Na ndio maana la... Mungu ana watu anawaita kwa majukumu maalum. Kuna mgine Mungu amemwita kwa ajili ya gongo la Mboto, mngine kwa ajili ya Ilala, mngine kwa ajili ya Dar es Salaam, mngine kwa ajili ya dunia nzima. Sisi Tanzania tumebarikiwa kupewa mtu ambaye Mungu anamtumia, sio tu Tanzania dunia nzima, na akisema yeye ni Mungu amesema, na Mungu alimwonyesha Tanzania itakuwa mali ya Mwanakondoo. Mungu alimwonyesha majeneza yatakuwa yanabeba kutokea Ulaya kuletwa Tanzania yafufuliwe. Mungu alimwonyesha haijaishi. Miaka mingapi imepita ama haijapita, ila Mungu neno lake halitarudi bure mpaka limetimiza mapenzi yake Itakuwa hivyo hivyo, itakuwa hivyo hivyo, kwa sababu hakuona kwa ajili yake. Mungu alimuonyesha kwa niaba yake, yaani Mungu kuna levo mtu anatembea na Mungu mpaka Mungu anakuwa yaani, Mungu anakuwa huyo mtu anakuwa ni nusu mtu nusu Mungu. Chochote asemacho ni Mungu anasema, chochote aonacho ni Mungu ameona, kama Mungu alimkabidhi taifa la Tanzania maana yake hakuna jambo linaweza kufanyika sirini asijue. Hakuna kitu huyu mwamba asichokijua Tanzania hapa hakipo asichokijua. Ukiona hajasema ni ameamua tukuto kusema, lakini anajua yote. Kwa nini? Sio kwa ajili ya kujidai, ni kwa ajili ya kazi ya Mungu aliyotuma duniani. Sasa huyu amepewa upako wa, wa, wa dunia. Sasa kuna mgine yeye Tanzania, mgine Dar es Salaam. E, mgine Gongo la Mboto, sisi wengine chini ya mtu Gongo la Mboto, tuko hapo na sisi. Mungu ametupa majukumu. Kwa hiyo hakuna kitu unaweza kumficha mtu anamtumikia Mungu kweli kweli, hakipo atajua tu. Asipojua kwa kuona maono atajua kwa kuona waziwazi wazi. Kwa hiyo faida hiyo tumeona, anaona kwa niaba ya taifa anaona kwa niaba ya mfalme. Tuone faida nyingine sasa. Kitabu hicho cha Wafalme wa Pili sura ya sita na mstari ule wa kumi na tatu labda nianzie wa kumi na mbili mstari wa kumi na mbili Mmojawapo wa watumishi wake mfalme wa Shamu akasema, La, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chake cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie huyo Elisha mahala aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba Tazama yupo Dozan. Sasa hivi siipigi Israeli, nataka nipige chanzo yule anayetoa toa asili zangu yule, nataka nimnyoshe. Nataka uone faida kumtumikia Mungu. Ni <laughs> hatari. Huyo jamaa ambaye anatoa asili za kumwambia mfalme kila napotaka kuipiga Israeli anatoa asili zangu huyo. Kumbe tunajifunza kwamba aliyepewa upako wa okoa nchi kwa niaba ya Bwana. Pia vita yake sio ya kawaida. Watu hawapigi vita Tanzania kwa sababu wanajua yuko mlinzi katika Tanzania. tuliambia na baba yetu, sisi ndio nguzo katika taifa Tanzania, ndo maana vita yetu sisi sio vita sawa na vita makanisa mengine.